Ili uweze kuwa na maisha bora unahitaji vitu vitatu: kiwanja safi, nyumba nzuri na huduma za kijamii. Unaweza ukajiuliza ni wapi utapata kiwanja bora cha kuweza kujenga nyumba nzuri ya kuweza kuishi na familia yako? Tuone sisi Farani Investment Limited. Kwa mahitaji yako ya kumiliki kiwanja bora na tambalale na chenye huduma zote za kijamii kama umeme, maji, shule, barabara, hospitali, soko na kituo cha polisi, tuone sisi Farani Investment Limited ndio jibu lako. Viwanja vyetu ni vya makazi salama na vinafaa kwa biashara yoyote ile. Bei za viwanja ni shilingi milioni tatu na laki tano milioni moja na laki tano na shilingi laki nane tu. Unaruhusiwa kulipa kidogo kidogo, anza na asilimia sabini kisha itakayobaki utailipa ndani ya miezi miwili. Miradi yetu inapatikana Vikindu, Vianzi mjini. Sifa za miradi yetu ni kwamba viwanja vyetu ni tambarare kabisa. Sifa nyingine, vipo mjini kabisa na vimezungukwa na makazi ya watu. Kama utatokea Mbagala utapanda gari ya Kisemvule na utashuka Vikindu, na ukitokea Kariakoo utapanda gari ya Kisemvule na utashuka Vikindu. Ukishuka Vikindu utapanda bajaji mpaka Vianzi mwisho ndipo zilipo ofisi zetu. Tupo wazi kila siku kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa kumi na mbili jioni. Tupigie simu au 0785094880 na 0673767897 wote mnakaribishwa.